Kama tunavyoona mazingira ya msikiti wetu, Ramadhani imekwisha. Hatua zilizopigwa kwenye msikiti ni kama mnavyoona, kuwa leo angalau kule juu kina mama wapo, wamejaa huko, kwa mara ya kwanza Igoma kunasaliwa asemnanizingua hivi vyombo vyenu Na kwa mara ya kwanza Igoma leo kunasaliwa ghorofani, kwa mara ya kwanza, na kwa kuwa tutafanya kazi kwenye. Inakua ngumu sana, ah sana, basi tuvumiliane, tuvumiliane. Staili za kuondoa password hapa zitakuwa mtihani kweli kweli, password zinakuwa ngumu, ikikata huko juu inakata mudi na si wazungumzaji, basi usikike unachokisema lakini ndio hali, tutafika mahala patatengamaa, patakaa vizuri, kila kitu kitakuwa safi. Ndugu zangu na tukufu Waislamu, leo ni siku ya Idi, siku ambayo ni siku adhim, siku yenye baraka, siku yenye kheri, ni siku ambayo ni yenye furaha baada ya watu kumaliza saumu so, ya Ramadhan. Sasa wameingia kwenye sikukuu ya Idi. Kumtukuza Mungu sana ni siku ya leo, kufanya kheri sana ni siku ya leo, kutengeneza majambo ni siku ya leo. Ukifeli ukapoteza utakuwa umepoteza kweli. Tumswalie Mtume, tumswalie Mtume. Ndugu zanguni, kwanza ni wakumbushe kwa wale ambao hujatoa zakatulfitiri kabla hatujaswali hakikisha umetoa zakatulfitiri yako. Tulitoa maelekezo ya kuwa zakatulfitiri iletwe msikitini, ili ukishaileta usipate tabu ya kumtafuta wa kumpatia, kwa sababu nayo ina watu maalumu wanaohusika. Na si kila mtu huhusika kupewa za... kwa kuwa ina watu mahsusi, anayeweza kujua nani anatakiwa apewe, kisheria anastahiki kupewa. Imamu ndiye anayejua. Mimi na wewe, ili tusipoteze, tunamkabidhi imamu jambo letu, limeisha imamu. Yeye atajua anafanya nini, nani apewe, nani yuko wapi apelekewe, hiyo zakatu fitri Na... it

napanda kwa sababu ya zakatul fitri, shilingi 6500. Inasikitisha, shilingi 6500 inaharibu saumu za siku 29. Ndiyo, kasome vizuri sheikh, kasome vizuri katika sheria, utaona katika fikhi imeelekezwa hivyo. Haya tunayokwambieni ndio utaratibu wa kisheria. Zaka ya Igoma haiwezi kupelekwa National, sijui mtakuwa mnaanza kunielewa. Zaka ya Igoma haipelekwi Kisesa. Maana ya zaka ni wale walioko kwenye ule mji wafurahishane, apewe asiyekuwa nacho, naye afurahike kwenye mji uliopo. Na watu wanabeba zaka hapa anaituma Dar es Salaam. Hiyo zaka yangu hiyo hiyo, sio zaka Sheikh, umepoteza tu. Eti kwa sababu ni babu yangu waga hana uwezo hausiki, atapewa na walioko Dar es Salaam. Atapewa na walioko Tabora Mboka Manyema. Eh. Wewe unatakiwa uangalie wa hapa kwako, ndio maana hata Ijumaa inaswihi kwa watu arobaini wenyeji, sio wageni sitmnalielewane ndio utaratibu sasa, sio kama umetoa zaka yako umepeleka mjini. Tunajua yule babake babangu mdogo na babake yule, uaga uwezo wake, anaga uwezo uona, ananitegemea mimi sasa. Hii zakatul fitri nikimpiga ile kwenye Idi, halidai hujatoa zaka. Ile ni wajibu wako na ni sadaka tu kama sadaka zingine. Sasa tafakari, piga hesabu zako, toa zakatul fitri, ilete hapa, walioleta michele kuna sehemu hapo nyuma ya kupokelewa michele hiyo, ili baada ya hapa watagawiwa wahusika. Wewe ukishatoa kabla ya swala, zaka yako imeswihi, inabaki ni jukumu sasa la wale amilina alayhi kuitawanya kwa wahusika. Kama ni fedha pia, unaweza ukaleta hata hapa mbele zaka tulifiti lakini, useme zaka, sije kaingizwa kwenye sabu isiyokuwa ya kwake ili wafikie wahusika. Ndugu zanguni, kwanza niwaombe ni waombe tusome Alamnashiraha moja. Hii Alamnashiraha moja tunaitoa zawadi kwetu sote tuliohudhuria humu, na iwe ni kwa ajili ya kurahisisha maisha yetu, tuseme amini. Iwe ni kwa ajili ya kuyafanya mepesi mambo yetu, tuseme amin. Iwe ni kwa ajili ya kuziinua biashara na kazi zetu, tuseme amin. Iwe ni kwa ajili ya kutupa utulivu na furaha katika maisha yetu, tuseme amin. Iwe ni kwa ajili ya kuondoa mazongo, mitihani, misukosuko na kila balaa, tuseme amin. Na kila lililokuwa zito liwe jepesi, tusome Alam Nashrah moja.

Tumeinua mikono yetu kwako tukitaraji baraka zako tukitaraji huruma zako tukitaraji msamaha wako. Ya Allah, tunakuomba kwa baraka na utukufu wa surahil alanashraha na kuomba ya rabbil alamina, la fungua kila kifungo kwa kila aliyehudhuria hapa. Rahisisha kila jambo kwa kila anayeitikia amin. Tengeneza maisha ya kila anayetikia amin Fungua biashara kwa kila anayetikia amin. Tengeneza jambo lake kila anayetikia amin. Mpe anachokitaka kila anayeitikia amin. Mkidhie haja yake kila anayeitikia amin. Ya Allah, wewe ndio mwenye kuombwa, wenye maradhi waondolee maradhi, wenye shida waondolee shida, wenye tabu waondolee tabu, kwa baraka ya sura hii na kwa baraka ya aya hizi, inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah. Sasa niwaombeni, hali ya msikiti wetu tunaiona, ndugu zangu, nimesimama hapa sio kutoa hutuba, ni kukuraghibisha lakini na kukutamanisha kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ya msikiti mnaiona, haihitaji maelezo. Humu watu tumeswali mwezi wa Ramadhani, itikafu humu. Mvua inanyesha, tunasimama wote katikati pale, tunarundikana kama udaga au mwogo. Hakuna pa kwenda, kote kumejaa maji, na ndio hali ilivyo kila siku inapotokea mvua kama ile. Shehe, inaenda wapi zakatul fitri? Zakatul fitri iletwe eh, sio sadaka. Baba, hujaniambia baba. Baba shehe, baba shehe, hii ya nini, zaka au ni sadaka? Zaka wewe. Eh, mnaniambia wa. Zaka ndio ije. Sadaka mimi sijaomba jamani. Hiyo nini ya kwako? Haya, eh. Ah, asante hizi naweka huku, mcheza alikuwa anaweka tu mfukoni. Hizi naweka huku ili zisichanganyikane, jamanini, hizi ni zakatul fitiri. Mazingira ya msikiti wetu kwa kweli yanaendelea kupendeza. Kwanza kwa dua hii tuliyoiomba, iwe ni sababu ya kuwapa laba yao wote waliochangia idi iliyopita, tuseme amin. Idi iliyopita mlifanya kazi kubwa, mlichangia vifaa vingi, lakini gia ilibidi badilikie angani, ilikuwa tufunge renta, si ndio? Uongo kweli? Au mmesahau? Nilisimama hapa nikawambia, tunataka tufunge renta, mkatoa nondo zenu, mkatoa simenti zenu, lakini gia ilibadilikia angani, baada ya kuona mazingira hapa. Ni Igoma halafu hapa ni Nyerere rodi halafu hapa ni mjini.